Kizuizi cha kwanza kinachoweza kumzuia Mungu kukuongoza ni maisha ya dhambi people, kwa sababu dhambi inawatoa watu kwenye utaratibu wa kimungu. Alafu Mungu waafukiagi dhambi, anangoja utubu. And God does not cover sin, is waiting for you to repent. Watu wasiofuata utaratibu wa kimungu hawezi kuongozwa na Mungu people, who do not follow the instructions of God cannot be led by God. So kama unaishi kwenye maisha ya dhambi, so if you live the life of sin, maana yake hauwezi kutembea katika uwezesho ama katika uongozi wa kimungu. That means you cannot walk under the spiritual guidance. Akuongoze kama nani? Kwa sababu unapotenda dhambi unajiondoa kwenye utaratibu. Hichi ndicho kilichotokea pale Edeni. This is what happened at the garden of Eden. Adui alienda kuvuruga utaratibu wa kimungu. The enemy went there to destroy the instructions of God kwa wanadamu to men. Mungu akawaambia hiki na hiki msifanye. God told them this and that and that don't do. Wao wakachukulia kawaida tu. But they ignored it. Wakavuruga utaratibu. They destroyed that order. Na walipovuruga utaratibu wa kimungu, And after that, Mungu akaacha kuongoza. God stopped. <laughs> Tena Mungu mwenyewe akasema ni kweli nimewaumba, lakini nitawatupa. And God said that you truly have killed you, but I'll throw you out. Sikiliza mwana, usije ukaje ukafikiri Mungu amebadilika. Ni yeye yule jana leo na hata. Don't think God has changed. He's the same yet Mungu aliwaumba wanadamu wa kwanza wa thamani sana machoni pake. God created the first human beings who were very important. Lakini walipokosea utaratibu wa Kimungu wa kuendelea kuwaongoza, alisema ninawatoa Edeni, wataenda kujishughulisha wenyewe huko nje. But when they erred, when they fell, God not keep them, but he threw them out. Wakashangaa wametupwa. They were surprised, they were thrown out of the garden. Wanashangaa na na najua njia njia, nitarudi wakutana, malaika amesimamishwa kwenye kwenye that mesha ondoka uongozi wa Kimungu, outside the the of God. Maisha wakaanza kutumia akili zao, they started now to use their own mind, yakawa magumu wnitiesiwe wanazaa watoto watoto wanauana wenyewe kwa wenyewe, they have children, children raised against each other. Yani, ni hatari, ni vurugu mpaka na leo. It's a commotion until today. Wanadamu, Men. Wakati dhambi inakufuatilia, dhambi inakufuatilia maana yake inakuondoa kwenye utaratibu wa kimungu, ili ipate uwezo wa kukuondoa kwenye uongozi wa kimungu. So, every time the sin is approaching you, the aim is to get you, na si kwa sababu nyingi sana, lazima ukae mbali na dhambi. Dhambi there, there are many reasons for you to stay away from dhambi, sin, inafuta ahadi za Mungu kwenye maisha yako, it deletes the promise of God in your life. Mungu aliwaumbia wanadamu wakaishi Edeni milele bila shida. But when sin entered, wanadamu walifukuzwa kutoka Edeni. No matter how many prophecies you receive, haijalishi kwamba ni nabii kiasi gani, the moment you engage yourself in sin, you delete it, you start one. Punde unapoingia katika dhambi, inafuta ile nabii na unaanza upya. Kama Mungu aliweza kufuta wale wanadamu walioambia Edeni, kaeni hapa, akawaondoa. Who are you if God took away the people who promised to be in the... Unajua, kama Mungu angetaka kutunza angeanza na Edeni, si ndio? If God, maana hakuwa na sampuli nyingine, si ndio? to... hakuwa na wanadamu wengine, alikuwa ni hao hao, lakini akawatupa. But God took them out of the garden of Eden after they sinned. Jichunge na dhambi kwa sababu dhambi huwa inaingilia utaratibu wa kimungu. Be away with the sin because sin intervenes. Na inapoingilia utaratibu wa kimungu inamzuia Mungu, ina mungu kuongoza wewe. And it stops God from guiding you. Dhambi inaaibisha pia, sin is also put people to shame. Afichaye dhambi zake, whoever hides their sins, hatafanikiwa, will not succeed. Dhambi inazuia mafanikio, sin hinders success. Kuna watu wengi, kuna mahali mngetakiwa mfike, lakini kwa sababu ya dhambi za siri, mafanikio hayo hayamwezi kufika. Kufanya sio tu kuomba, ni kuacha tu dhambi alafu mfanikiwe. have your kuna watu, mnachotakiwa ni kuacha tu. Kuna vitu lazima uache, yani kuna vitu vya kuacha that It is the moment God will bless you. Kuna vitu ambavyo unapaswa uviache. Punde tu ukiacha vitu hivyo ambavyo vimekungangania, unaona bila hivyo huwezi kuishi. Start to go. Kuna vitu vingine lazima uviache kwa maumivu, kwa sababu dhambi huwa na tabia ya kufariji, ina tabia kukuonyesha utakuwa salama, hamna shida

You start with God before you fall. Unaanguka kwenye uzinzi. And you fall only. Unaanguka kwenye, kwenye ulevi. You fall in the drinking. Na ulivyokuwa na hofu ya Mungu utafuti hata watumishi wa Mungu utafuta, unaendelea kujitutumua. And you continue to encourage yourself. Dhambi inazuia watu kuongozwa na Mungu. Hinders people from being led by God. Mungu hawezi kukuongoza maana dhambi imekutoa kwenye utaratibu. God cannot guide you because sin have taken you. Sema kila mnyororo wa dhambi kwenye maisha yangu. Kila mnyororo wa dhambi kwenye maisha yangu. Sema kama mtu mwenye imani, sema, sema every kind of chain. Kila aina ya mnyororo wa dhambi kwenye hatima yangu. Uvunjike katika jina la Yesu. Uvunjike katika jina la Yesu. Sema kila njia anayotumia shetani. Kila njia anayotumia shetani. Kila njia anayotumia shetani, kunirudisha nyuma. Kunirudisha nyuma. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye. Nakataa. Nakataa. Nakataa. Loose in Jesus name. Ondoka. Ondoka. Sema dhambi iliyotembea na mama yangu katembea na baba yangu na inanifuatilia na mimi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nakata huo mnyororo. Nakata huo mnyororo. Say lose, achia, break it in Jesus name. Nani anaweza kuomba? Watu wanajihurumia hapa. Kuna eneo unajua, adui anakufuatilia. Wengine ni uzinzi, wengine ni tamaa, wengine ni uongo Yoro kwa jina la Yesu. Mungu ninayemwabudu akukemee, mwache huyo mtumishi mwache huyo dada mwache huyo kijana mwachie, tangu leo. Daudi anasema mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kila hatia ya dhambi inayotembea na mafuatilizi juu ya wazazi wako na baba zako na mama zako, kwa jina la Yesu. There are four people here. One is a man, three are women. Moja ni mwanaume na watatu ni wanawake. I see something is going on. Ninaona kitu kinaendelea kwenye kitovu chako sasa hivi. It is over. I say it is over. I say it is over. Get out! Out! Come out! You spirit of darkness I'm here to say that it is over Niko hapa kusema imeisha. Niko hapa kusema imekwisha, hicho kilichokaa, kinachofuatilia kitovu, kinachofuatilia agano la kitovu la kwao, get out! Piga kelele, ondoka, mwache! Nasema nenda! Utaenda unataka au hutaki, utaenda umejipanga hujajipanga, utaenda umejiandaa au hujajiandaa, utaenda. Lazima utumishi wake uinuke. My God, hii nguvu bado iko hadi huko nyuma

In the name of Jesus. Achia uvamizi wa kipepo kwa mlango wa dhambi.